Diamond Platinum leo hii amepokea tuzo ambayo amepewa tuzo ya heshima na kufikisha subscribers 10 million ndani ya mtandao wa YouTube. YouTube wamemwita Diamond Platinum ambapo makao makuu yao jijini New York huko Marekani na kumkabidhi tuzo baada ya kufikisha 10, 10 million subscribers na hiyo tuzo imejulikana kama Diamond Creators Awards. Kumbuka Diamond Platinum ni msanii wa pili Afrika kwa kufikisha subscribe kwa kufikisha viewers ambao mpaka saa hizi amefikisha viewers, viewers bilioni tatu ambapo ni msanii wa, wa pili Afrika na ni wa kwanza Afrika Mashariki ambapo msanii wa kwanza anaongoza Afrika ni Bana Boy. Akitoka Bana Boy anafuatiwa Diamond Platinum. Na Diamond Platinum leo hii ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akiwa jijini New York akikabidhiwa tuzo yake na YouTube baada ya kufikisha subscribers 10 milioni. Na hiyo tuzo imekuwa ya heshima sana kwa Diamond Platinum na kwenye caption chini pale Diamond Platinum ameandika kwamba thank you to YouTube, my fans, team and my family 10 million YouTube subscribers. Au ni subscribers ambao amefikisha Diamond Platinum ndani ya mtandao wa YouTube. Na Diamond Platinum amefikisha viewers bilioni tatu ambapo kuna baadhi ya nyimbo ambazo zimempa views wengi sana. Diamond Platinum akiwa kwenye hizo nyimbo zake, na nyimbo yake ya kwanza ambayo imekuwa ime na viewers wengi ni nyimbo ya Yope Remix ambayo alimba na Inos B, ambayo imefikisha viewers milioni mia moja kumi na tano. Na nyimbo ya tano kabisa ni Mr. Flavor Nana ambaye imefikisha milioni mia moja kumi na sita na hizi ndo nyimbo ambazo zimemrusha Diamond Platinum, na zimemsababisha kupata 10 subscribers mpaka sasa hizi, na leo hii ameshare kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambapo amepokea tuzo akiwa makao makuu ya